Dawa hii imeshasajiliwa nchini na TMDA ambao wanasajili dawa pamoja na vifaa tiba, lakini dawa hii bado haijaingia kwenye standard guideline ambayo ndio ile ambayo inatakiwa itumike sasa kwa watu wote. Ila mtu anayetaka kwenda kuinunua anaweza akainunua, lakini bado kuingiza kwenye utaratibu wa vile ile standard guideline, inamaana kwenye ule mwongozo wa tiba ambao unatolewa na wizara, bado tunasubiri utafiti utakaofanyika huu, ambao umeongeza wigo, ndio utakuja kutupa hali halisi, sasa tuweze kuja kupata matokeo zaidi yatakayotushawishi kuingiza kwenye ule mwongozo wetu kwa ajili ya matibabu ya dawa hizi, ili ziweze kutumika katika vituo vyote. kwa ni vyema sana hapa, waandishi wa habari, muweze kuipata kilichozinduliwa. Leo tumezindua utafiti mwingine wa kuendelea kupanua wigo, hatujazindua dawa hii kuingia katika mwongozo hilo ni muhimu sana muweze kuipata, lakini baada ya utafiti huu ndio tutaweza sasa kuja kupata majibu iweze kuingia katika katika mwongozo ule. Lakini dawa hii ni salama na imeonekana inaweza ikatibu kabisa kichocho kwa watoto. Mkakati kwanza, unajua kichocho kwanza, hapa tunavyozungumzia, tunazungumzia tiba, lakini kichocho ziko njia nyingi, kama malaria. Malaria ukienda kuyazuia mazalia, hakuna mbu kama hakuna mbu, mtu hawezi kuumwa na, na wale mbu wanaoambukiza nini malaria. Kwa hiyo kichocho ni hivyo hivyo, kinapatikana kwenye maji, watu wanapoogelea kwenye maji ambayo yana maambukizi. Kwa hiyo kama serikali tunachofanya kwanza, tunazuia kwanza tunatoa elimu kwa wananchi kuweza kufahamu eneo hili hapa kuna maambukizi ya kichocho, watoto wasiende kuogelea katika maeneo haya. Lakini pia tunatumia njia nyingine ya kuweza kutibu yale maji, ili watoto wasiweze kufanyaje? Kupata na kama wanaingia kwenye yale maji, wao wamekuwa wamevaa vitu ambavyo vinawazuia wasiweze kupata. Kwa hiyo njia moja yetu tunayofanya ni kuzuia, na hii inafanyika sana kwa kupitia wizara uh, uh, uh, yetu katika idara ile ambayo ni ya uh, prevention ya kuzuia, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali lakini ukija sasa kwenye tiba, ndio zile dawa zilikuwa zinatolewa. Kama unajua kuna mpango wa kutoa hizi dawa mashuleni, zinatolewaga kila mwaka. Wanapewa wale watoto ambao ni kuanzia miaka sita kwenda juu, wanapewa ile dawa kwa mwaka mara moja kwa sababu ya kutibu lakini pia kwa ajili ya kuzuia. Sasa kwenye hii ndio serikali inakuja na mkakati kwamba, je, aa watoto ambao wako chini ya miaka miwili na wenyewe tunazuia vipi? Ndio maana tumekuja na utafiti. Ndio maana tumekuja na hii dawa dawa ambayo tuko kwenye hatua za mwisho, tukishapata zaidi matokeo zaidi ambayo yanatushawishi tutaingiza katika mwongozo, lakini mkumbuke pia nilivyozungumza pale, ili kuweza kuingiza yako mambo ambayo, ukiacha mambo mengine ya usalama, kwamba inatibu na kukubalika na jamii, lakini bei yake kama tunavyoona imetengenezwa, bei yake itakuwa ni shilingi ngapi? Serikali ikishaingia lazima iweze kuhakikisha kwamba hii dawa ikiingia pale, serikali itatoa fedha na itaweza pia kuhakikisha kwamba wananchi wanaipata. Huu mradi uliangalia mikoa ambayo ina wilaya zenye maambukizi ambayo yako kati mpaka juu na mikoa ambayo kwa ujumla wake wastani wake ni maambukizi ya kati. Kwa mfano Mwanza, kwa ujumla Mwanza, mikoa ya Mwanza, Geita na Simiu na sehemu za Mara zimekuwa na maambukizi ya juu. Ingawa sio eneo lote, lakini kuna maeneo unakuta maambukizi yako juu sana mpaka asilimia hamsini, hamsini tano mpaka na kadhalika. Kigoma maambukizi yako ya, ya, ya kati. Ingawaje uki, uki, ukifanya utafiti unaweza kukuta ndani ya maambukizi ya kati, lakini kuna maeneo mengine na maambukizi yako juu. Ya, kwa hiyo maamuzi yalifanywa kwa kuzingatia takwimu na tunashirikiana na programu ya taifa ya kudhibiti magonjwa ya kitropikia. Kwa hiyo tuliangalia takwimu za miaka kadhaa na mwenendo wa maambukizi ukoje. Kwa hiyo tuka tuka tuka tuka, tuka, tuka, tuka kufanya kwenye mikoa mitatu. Tulikuwa na orodha ya mikoa takriban 10 ambayo tungeweza kwenda. Kwa mfano, nani anaweza kaamini kwamba Dodoma kuna kichocho? Kienda Bahi kuna kichocho kingi sana, Bahi kingi sana, na Dodoma ilikuwaemo. Morogoro ilikuwaemo, hiyo Mvomero yote. Ukienda uh, Kilombero na kadhalika kichocho ni kingi sana. Pwani kichocho ni kingi sana. Kwa hiyo uh, ni swala la kuangalia takwimu namba moja, kuangalia pia uh, tulizingatia pia mambo ya Kiswahili wanasema mila na desturi. Mila na desturi ambazo zinaweza either zika zinachangia kwenye kusambaa kwa kichocho pia ambazo tuki tukifanya tukitekeleza huo mradi na hizo baadhi ya tabia zikibadilika zitasaidia maeneo mengine na makabila mengine kubadilika. Kwa hiyo tukachukua Kigoma, tukachukua Sengerema. Sengerema ni, ni mchanganyiko wa makabila mengi tunajua kuna Wazinza, kuna Wasukuma kuna Wasumbwa, kuna kabila nyingi sana pale, tukachukua kwa ajili ya kuangalia, kwa, kwa, kuona kwamba, kinachofanya kazi kwenye kabila fulani ambalo lina changamoto hizi na hizi inaweza zikasaidia na mkoa mwingine wakaona waka kumbe inawezekana. Yes. Tofauti tofauti za mila na desturi ambazo zinaweza zikachangia hii afua ikafika kwa urahisi, baada ya kuwa tumetoa elimu ya kutosha na, na afua ikakubalika kwenye hiyo mikoa.